Nimekuja kuwapa habari njema za ahadi za Mheshimiwa raisi Dkt. Samia Suluhu Hassan ambazo ameanza kuzitekeleza katika wilaya ya Monduli. Ahadi ya kwanza naitangaza kwenu ni habari ya barabara ya kutoka Mto wa Mbu kwenda Selela kilomita ishirini na tatu, mkandarasi amekwisha kupatikana, anaanza kazi ni barabara ya muda mrefu imeombwa na wananchi na viongozi wa Monduli na Ngorongoro. Lakini habari njema nyingine ni kwamba barabara iliyokuwa inapigiwa kelele muda mrefu kutoka hapo mjini Monduli chini kwenda Monduli juu kilomita kumi na moja, jana mkandarasi amepatikana. Niseme nisiseme, ninayo taarifa nyingine ya kujengwa mzani wa kisasa tunauhamisha kutoka Makuyuni, tunauleta Meserani. Kuliko ulivyo sasa mnapimia upande mmoja, unasababisha kelele na foleni. Na taratibu za kulipa watu fidia zinaendelea katika eneo hilo. Habari njema nyingine ni mradi wa vijiji kumi na tatu ulikuwa unasuasua zaidi ya bilioni ishirini. Nilipokuja mkaniambia, nilienda kufuatilia wizarani, tumekubaliana yafuatayo. Vijiji hivi kumi na tatu, maana yake vinahusisha pia vijiji ambavyo vina ukame wa maji. Tunatoa maji Ngaramtoni, tunapeleka mpaka kijiji cha Nanja. Mradi huu unahitaji mabomba zaidi tumetaka mkandarasi asitupige chenga. Serikali inawapenda wananchi, serikali imechukua dhamana kwa sababu mradi huu asilimia kubwa ni mabomba. Akachukue mabomba kiwandani, serikali italipa mabomba, yeye atandaze mabomba hayo. Najua mnajua kuna mradi wa maji wa pale ma, nani, kuna Makuyuni, kuna Mbuyuni, kuna naiti vijiji vinne wananchi elfu ishirini na moja wanatarajiwa kupata maji na serikali imetoa bilioni saba na wahakikishia mradi huu utakamilika. Natambua kuna mradi wa Engaruka magadi soda zaidi ya bilioni kumi na tano na wananchi elfu kumi na saba wanatarajiwa kufaidika na mradi huu. Tunahitaji sasa wote tuongee lugha moja, Wananchi wetu wapokee miradi hii, wawape ushirikiano wakandarasi. Sitaki kuja kusikia kama lile lililotokea la vijana kuanza kuiba mabomba na kuleta tafrani. Miradi hii mikubwa ya maji mitatu ikikamilika, tutaongea habari nyingine. Changamoto ya maji kwa asilimia kubwa itakuwa imetatuliwa katika wilaya ya Monduli na zote hizi ni jitihada za dhati za Mheshimiwa Rais.